Uh, labda <laughs> kwa sababu tayari ushaniambia, mi ni mtu wa kunyoosha, nianze kwa kunyoosha kabisa moja kwa moja. Jamani, hata kuna mabosi wananyanyaswa kazini <laughs> eh, kuna mabosi pia wanafanya nini eh, sasa eh, we umesema wadada, lakini kuna baadhi ya wadada wanawanyanyasa wa mabosi na wanawafanyia ukatili <laughs> kwa sababu usifikiri lazima ampige kuna ukatili wa maneno, lugha hizo, unyanyasaji huo, kuna tabia hizo, lakini pia ukim ukimfanyia mtoto vibaya, unamfanyia nani? Si ndio yule mwajili wako mm. Eh, kwa hiyo haya manyanyaso tunayazungumzia hapa sio kwa upande wa dada tu, pia kuna baadhi ya waajiri wanapitia hiyo changamoto, so, so physically lakini... kuna baadhi like kuna, kuna psychologically, kuna hiyo, kuna lugha kuna wale ambao psychologically wanaanza kuwa blackmail mabosi wao mm, kila dakika moja naondoka, kila dakika mbili naondoka. Mm, eh, bosi yuko kazini, wewe mbaki na mtoto wako, unaanza vitisho, naondoka, naondoka hizo. Mm, hizo ni, ni, ni, ni kumnyanyasa mtu kwa kitu unachokifanya. Kwa hivyo na hicho kinafanyika sana, hao wow, dada wanajua kwa unyanyasaji wao, oh, so, wow. Msifikiri unyanyasaji ni kupigwa au wow, sijui umenyimwa chakula hapana. Eh, kwa hiyo inabidi tuangalie pande zote mbili. Nategemea tutakuwa na labda mabosi lakini lazima na wao pia hiyo ifike. Kwa hiyo leo tutazungumzia of course wadada mtaongea sana. Nafikiri nyinyi ndio labda mnanyanyaswa zaidi. Eh, ni kama yale mambo ya ukatili. Kuna wanawake wengi wanafanywa ukatili lakini pia kuna wanaume wanafanywa ukatili. Labda namba yao ni ndogo. Ah, kuna wanaume wanafanywa ukatili. Yes. Mbona rais wa Faransa? Eh, ndio hivyo. Eh, sasa kwenye kazi ndani hivyo hivyo, kuna mabosi pia wanapitia hii hali, wananyanyaswa na wadada, wanasumbuliwa na wadada.